Sasa ilibakia kazi ya kuingiza kwenye nyumba zenu, na juzi kama siku nne zimepita meneja liniambia transforma imewekwa tu imeungua, nikamwambia nina ziara Madeke. Nikifika Madeke nikute transforma mpya, ninafurahi wameleta tra transforma mpya, si ndiyo? Sasa inabidi mwanze kazi ya kuomba umeme. Ombi langu la kwanza kwenye jambo hili, Madeke, wanaweza wakaja watu wengi kuwatapeli hapa Madeke kwa sababu watu mna hamu ya umeme. Nimemwambia mwenyekiti na hapa narudia tena mwenyekiti, wasiingie watu kufungia watu umeme bila kuripoti ofisini Madeke. Oye Madeke oye ili wananchi wangu wa Madeke wasije wakaibiwa tena. Madeke oye! Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wana Madeke, nimesema jambo hapa la muhimu sana kuhusu mradi wa maji Madeke. Madeke mnazidi kuongezeka, na mheshimiwa diwani nikuambie, Madeke hapa kusipokuwa na maji ya uhakika itakuwa changamoto kubwa. Naomba wana wana Madeke kwamba niko mwishoni kwenye ubunge naomba hii iwe ndio ajenda ambayo tutakwenda kuishughulikia wame ijayo, Mungu akitupa nafasi. Madeke hoye, Madeke hoye. Jambo jingine wana Madeke ambayo ni muhimu sana hapa kwenu ni jambo la zahanati. Nimetembea kwenye jengo lenu pale, lile jengo ndugu zangu halihitaji kukarabatiwa, lile jengo limechakaa. Tunahitaji zahanati bora. Madeke Madeke oye! Lile jengo lina nyufa, ni la zamani, siyo la kukarabati, tunahitaji kupata zahanati ya kisasa. Madeke! Madeke oye! Hilo ndovaa nimeliona pale, na niwaambie, katika miaka hii minne tumejenga zahanati kwenye hili jimbo zahanati kumi na saba. Hatuwezi kushindwa kupata zahanati kwa ajili ya Madeke. Mjipigie makofi mengi sana zinakopatikana pesa, ninakujua. Makatibu wakuu wa wizara ninawafahamu. Madeke, mtapata zahanati za mpya, amini msiamini. Jambo nyingine, wana Madeke, ambalo kwenu hapa ni kero muhimu, ni jambo la barabara. Masika mmeteseka sana, nimewaambia viongozi na nilikuwa nikitoa pole mara nyingi nani, na niwape tena pole. tatizo lilikuwa sio serikali kutoa hela. Rais alitoa fedha ya ujenzi wa hii barabara mwaka jana, sawa sawa. Tatizo ni kwamba yale maeneo kiliwekwa kifusi chini ya kiwango. Madeke oye! Ndio tatizo, kwa sababu sehemu zingine zote zilikuwa nzuri, si ndio jamani? Kwa hiyo tumekubaliana kwanza, sasa hivi watakuja kukarabati barabara yote tena kuanzia kule Kibena kuja Madeke. Mkandarasi tayari alikuwa na mkataba tangu mwaka jana sawa sawa, watakarabati pale. Lakini nataka ni waahidi wana Madeke katika jambo nitatiria maanani kwa siku za baadaye, ni kuhakikisha hiki kipande cha Madeke kuelekea Lupembe kinapitika mwaka mzima, wakati wa mvua. Madeke oye! Na dawa pekee ya kufanya hilo ntakachokifanya kwa sababu maeneo korofi tunayajua, mkandarasi anapojenga hii barabara, tutamwambia maeneo yote korofi aweke kipaumbele mawe na kifusi kizuri. Madeke hoi! Hiyo ndio dawa ya kutoka hapa tulipo. Nimeambiwa jana na mwenyekiti na baadhi ya watu wachache kwamba zimemwagwa tani nyingi za parachichi kwa sababu ya hii barabara mwaka huu. Poleni lakini changamoto ikitokea inatufundisha tujifunze kuikabili siku za baadaye. Sawasawa jamani, tumejifunza kama viongozi, tumejifunza kama serikali. Awamu ijayo jambo hili tunakusudia lisijirudie tena. Jambo lingine, wana Madeke ambao nimeliona hapa, uliponipeleka bondeni kule chini, nimegundua lile daraja pale chini ni muhimu sana Nawapongeza, mmejenga wenyewe kwa miti, lakini katika jambo muhimu tunapaswa kulifanyia kazi Madeke, ili watu wengi wa Ukalawa na Ikondo waweze kuwa wanakuja Madeke. Ni muhimu hii barabara ikafanyiwa kazi, sio tu daraja. Itakuwa tuingize kwenye mpango, ifunguliwe barabara na kujenga daraja pale bondeni. Madeke hoye! Madeke hoye! haya ni mambo ya muhimu ambayo ukiacha changamoto zingine ambazo mnasema, lakini haya mambo niliyoyataja inabidi yawe kipaumbele ili kuifungua Madeke. Madeke oye! Au Madeke mnasemaje, si ndivyo hivyo? Jamani, haya ni mambo muhimu sana: maji, zahanati, daraja lile na barabara kwenda Lupembe. Haya ni kipaumbele kwa miaka minne mitano ijayo, sawa sawa jamani. Mungu akitupa neema na mengine yote yatafanyika, lakini haya ni lazima yawe kipaumbele cha kwanza. Umeme ulioanza kuingia Madeke sasa hivi utaanza kusambaa kwenye vitongoji. Madeke hoye, Madeke hoye! Hayo ndio mambo ya msingi, lakini wana Madeke nataka niwaambie mimi mbunge wenu, na mmesema vizuri kwenye taarifa yenu ya serikali, sijawahi kuwaacha Wanamadeke hata mara moja tangu nimeanza kuwa mbunge na ndiyo maana mmesoma kwenye taarifa hapa, diwani anajua kwenye kata hii ya Mfiriga siyo vijiji vyote vimepata hela yangu kila mwaka isipokuwa Madeke. Mjipigie makofi mengi sana kwa sababu hela zile hazitoshi, lakini Madeke niliwapendelea kila mwaka, mulipata hela elfu mbili na ishirini na moja, elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne Milioni nne zimeingia ambazo mimi nimetoa kwenye mfuko wa jimbo, lakini kama haitoshi, na mimi nikawachangia hela yangu laki tano keshi. Madeke mjipigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Aliwana, umesema lile jengo unaomba nichangie, nishachanga laki tano Madeke. Hoyo unataka nichange na leo? We unaanza na ngapi? kwa sababu katibu katibu katiba ametuombea mitano. Mimi na wewe basi tuanze kuchanga pale wote wawili. <laughs> <laughs> Madeke, Madekey, Madeke safi. Sasa wana Madeke, nimekuwa nafanya mambo mengi kwa ajili yenu, lakini shida haziishi katika jambo jana. Japokuwa nilikuwa nimechoka sana, mwenyekiti aliniambia mlikaa kikao wiki iliyopita hapa, wananchi wa Madeke, katika jambo mlijadili ni kuhusu wazazi kuchangia michango mingi shuleni kwa ajili ya watoto, si ndio? kwa ajili ya walimu, jamani, uongo kweli? Wakaniambia mlijadili, kwa metaka muanzishe mradi angalau kwa ajili ya kusaidia shule, si ndio? ndio mlijadili au mkujadili? Wamkujadili wanaosema mlijadili kuanza mradi, mnyoshe mkono juu nione hivi Kweli umbe kweli, mlijadili mwenyekiti. Ni mkweli, tumpigie makofi mengi sana. Waliponiambia nikasema niambieni, mradi kuna gari mshingapi? Wameniambia laki tatu, waje kuandaa shamba kulima. Leo nawapa laki tatu, mkaandae shamba lenu kwa ajili ya kijiji Madeke. Oye, viongozi wa chama mko wapi?

ili kupunguza michango ya wananchi wa Madeke kuchangia watu pale Madeke. Oy, hawa viongozi wa chama ninawachangia, washike hela, kwa sababu hawa ndio wanapojakiwatiania hapa, wanakuja kutoa hela kwa watiania. Wakitoa hela nyinyi pokeeni, kwa sababu hao maendeleo hawakuchangia Madeke. Oy jamani, hapo vipi? Kwa mchango huu, naomba nimkabidhi katibu mwenyekiti Wakabizi viongozi wako watawi hapa, ili wakabizi serikali ya uh... wakabizi mwenye kiti wa kijiji, mwenye mwenye serikali namna hii. Jamani, makofi sana kwao. Asante sana, asante sana, asante sana nashukuru, sana nashukuru sana asante sana sana, mkiti sana, mkiti asante sana. Nomba mkaye wazazi, hili waliniambia kwamba mtaka mwandae ekambili pale, na mwalimu wangu wa shule pale amenipa ushirikano mkubwa, wafanya mahesabu kama laki tatu na kitu, lakini hapa laki tatu, mwandae hilo shamba mapema, mpande ambacho mnapanda mhudumie vizuri ili baadaye ipunguze adha za walimu wangu pale shuleni, sawasawa?